Na mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo eh, huyu hapa anafahamika kwa jina la Ostaz Juma na Musoma, akiwa ameshirikiana na Abi Kubanga. Uh, eh, hawa bwana ni mashabiki kinda kindaki wa Harmonize Konde Boy. Eh, ni watu ambao wamekuwa wakimsupport Harmonize kwa muda mrefu sana almost katika kila kitu ambacho Harmonize anakifanya. Bas, Ostaz Juma pamoja na Abi Kubanga wamekuwa ni watu wa karibu kabisa. Yeah, so hivi karibuni ni kwamba wamelink yani wamekutana eh, amekutana Ostaz Juma pamoja na Abi Kubanga eh, kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuhusiana na mziki wa Bongo Flavor, lakini pia vile vile kuhusiana na wasanii wao pendwa, hususan Harmonize. Lakini kikubwa ambacho tunachokijua ni kwamba hawa wote bwana ni wapinzani wakubwa sana wa WCB, yani wamekuwa wakipiga vita au wakipinga harakati ambazo Diamond anazifanya. Kwa hiyo moja kwa moja bwana, walivyokutana obviously, ni kitu cha kawaida kabisa wala tujashangaa sana kuona kwamba wakiwa wanamzungumzia vibaya Diamond Platinumz wakitoa sababu za kufanya hivyo na mengine mengi. So ni moja kati ya video ambazo zimeenda viral huko mitandaoni katika kurasa zao za Instagram. Maoni pia ya wadau mbalimbali yamekuwa ni mengi kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, lakini at the end of the day, eh, kuna vitu vingi sana hapa ambavyo vya kujifunza kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Ostaz Juma na Msoma bwana alimtembelea Bikubanga. ni kwamba Ostaz Juma alimtembelea Abikubanga katika maeneo yake ya kazi jijini Dar es Salaam na nadhani, eh, kwa ajili ya kupiga stori mbili tatu kuhusiana na industry ya mziki huu hapa wa Bongo Flavor forever, there. There, so bila kupotezea muda nataka hapa usikilize kile ambacho walichokuwa wakizungumza baada ya kukutana.

ya so baada ya kuposti hiyo video hapa, katika caption ni kwamba Ustaz Juma ameandika kwamba hii ni challenge yangu na Bikubanga kuhusiana na wasanii wawili Harmonize na Dynamo. Katika mchezo huu Abi Kubanga amejibu maswali yangu papo kwa hapo bila kufikiria. Lakini pia vilevile, wadau pia walikuwa na ya kwao ya kuzungumza kwenye comment section hapa, watu wamekuja kuweka maoni yao vile vile kuhusiana na hiki ambacho eh, Ostaz Juma pamoja na Abi Kubanga wamekiposti. Kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana, mzee kapige mswaki. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, mtakuja kufa vibaya nyinyi pumbavu zenu. Kuna mtu amesema kwamba bwana, wewe mzee ni mshamba sana, mimi namuitaga <laughs> kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment, amesema kwamba kiukweli Harmonize kwa sasa hivi yuko na shida. Kuna kuna bwana ndomjue wa kabisa kwamba bila kumtaja Diamond hakuna content ambayo inaenda kwenu kuna mwingine amesema kwamba bwana Abikubanga umetisha sana machawa wameungana. Kuna mtu mwingine mingine amesema kwamba bwana, hawa jamaa kama ni kama ni kutafuta maisha hii level hapana. Kiukweli umri umeshawatupa mkono, wamekuwa ni, ni mababu kabisa, lakini mambo anayoyafanya ni, ni ya watoto wa miaka kumi, yani ni kuropokaropoka ovyo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba ukifikisha miaka arobaini na tano na kuendelea inatakiwa uwe mtu wa mfano wa kuigwa, ila kwa kaka zangu hawa bwana, hususan Ustazi Juma na msoma na kuona, unazidi kupoteza busara zako kisa tu chuki za mziki, rudi huko. Rudi huko, unapotea, unatengeneza umetengeneza brandi, brandi yako kwa muda mrefu sana, lakini unaipoteza kijingajinga sana. Mambo ya uchawa waachie wakina Doto Magari Mwijaku ili watoke, cause hawana kama wewe Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment amesema kwamba eh, bwana, kwani hunaga cha kufanya mzee eh, wewe kila siku ni Diamond tu, yani huna issue nyingine, mtu mzima ovyo sana. <muchiline> <muchiline> Kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, akili ni nywele e, kaka unapambana sana kurudi, ku, kurudi kupitia Diamond ila unafeli e, maalimu e, sio kwa staili hii. Ya, kuponde, ya kumpondea huyu kijana yeah. So hapa bwana, kuna baadhi ya watu ambao hawajapendezwa na hizi videos ambazo zimesambaa huko mtandaoni, akiwa amepost Ustaz Juma akiwa na Abi Kubango akiwa anazungumza hayo ambayo alikuwa anayazungumza. Lakini ukiachana na hilo pia vilevile vile, ni kwamba hapa bwana kuna video nyingine ambayo Ustaz Juma ameipost akiwa yuko na Harmonize nyumbani kwake pale Konde Village. Hebu sikiliza kilichotokea. Yo, leo niko na Harmonize. Harmonize ni msanii number one East Africa na Africa baada ya Bana Boy. Bana Boy ajipange. Yes, sir. <laughs> hiyo ni video nyingine ambayo Ostaz Juma ameiposti akiwa yuko na Harmonize Konde Boy, kisha akaandika kwamba e, bwana inapokuwa na msanii mkubwa ambaye ndiyo namba moja Afrika Mashariki na Afrika nzima baada ya Burna Boy. Anasema kwamba moyo wangu hufurika uf, mm, kwa, kwa furaha nafsi yangu hapa juu kama nyota ya ushahidi ya so. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, ukiwa kama mdau, na wewe pia uweka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update eh, zaidi.